Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu Tangoso, pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Ngoso. Dr. Ngoso, bingwa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali. Katika kila kona ya nchi zinazoendelea kuanzia Afrika hadi Asia ya Kusini. Majina mawili huwa maarufu kila kunapozuka matatizo ya bajeti au kuporomoka kwa uchumi. Benki ya Dunia yani World Bank, na shirika la fedha la kimataifa IMF hutambulika kama wasaidizi wakubwa kimataifa wanaoshika mkono nchi zenye matatizo ya kiuchumi. Lakini wakati huo huo ni majina yanayotajwa kwa hasira kwa lawama na kwa tahadhari na wananchi na wachambuzi wengi barani Afrika, Amerika ya Kusini na Asia. Wengine husema wanatupatia mikopo yenye masharti magumu kuliko ukubwa wa shida zetu. Wengine husema ni mawakala wa Marekani na Ulaya lakini pia wapo wanaosema wanatufundisha kuvua samaki huku wao wakikusanya samaki wote wakubwa. Swali linalosalia hapa, je, Benki ya Dunia na IMF ni marafiki wa kweli kwa nchi maskini, au ndiyo chanzo cha umaskini wao usiokwisha? Miaka ya 1944 katika mkutano uliofanyika Bretton Woods, Marekani, Mataifa 44 yaliunda taasisi mbili muhimu ili kujenga upya uchumi wa dunia baada ya kutokea kwa vita kuu ya pili ya dunia. Mataifa 44 yaliunda taasisi mbili muhimu ili kujenga upya uchumi wa dunia baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Mataifa 44 yaliunda taasisi mbili muhimu ili kujenga upya uchumi wa dunia baada ya vita kuu ya pili ya dunia. IMF ililenga kusaidia uthabiti wa kifedha duniani, kudhibiti mfumuko wa bei, kusaidia mabadilishano ya fedha na kuzuia migogoro ya kifedha, huku Benki ya Dunia kwa upande wake ilianzishwa ili kufadhili ujenzi wa miundombinu, shule, hospitali na miradi ya maendeleo katika nchi zilizoathiriwa na vita. Lengo lilikuwa jema na la kiutu kabisa. Yaani, kuondoa umaskini uliokithiri na kuhakikisha dunia inakuwa mahali salama zaidi. Hata hivyo, kadri miaka ilivyopita, nia njema ikaanza kuchanganyika na ushawishi wa kisiasa na kiuchumi wa mataifa tajiri, hasa Marekani. Je, haya mashirika yanafanya nini kwenye nchi maskini? Tukianza na IMF. IMF hushughulika zaidi na masuala ya kifedha ya muda mfupi kama vile kutoa mikopo ya dharura kuokoa uchumi, yani bailouts, lakini pia ushauri wa sera za kifedha, kufuatilia matumizi ya bajeti za serikali na kujenga hifadhi ya fedha za kigeni, huku Benki ya Dunia ikizingatia miradi ya maendeleo ya muda mrefu, ikiwemo mikopo ya ujenzi wa barabara shule, hospitali, miradi ya maji, umeme na kadhalika, lakini pia kutoa misaada isiyorejeshwa yani grants. Lakini tatu, kufanya tafiti na taarifa za kiuchumi; nne, ushirikiano na taasisi za ndani ili kufanikisha utekelezaji wa miradi. Lakini takribani misaada yote huambatana na masharti magumu. Masharti ya mikopo hii ni neema au mtego kwa nchi maskini? Kuanzia miaka 1980 hadi mwanzoni mwa mwaka elfu mbili mataifa mengi ya Afrika kama Ghana, Zambia, Senegal na Malawi yalilazimika kukubali masharti magumu ya IMF na Benki ya Dunia ili kupata mikopo na misaada. Masharti haya yalihusisha kubinafsisha mashirika ya umma hata yale yaliyokuwa yakihudumia wananchi kwa bei nafuu, kupunguza matumizi ya serikali kwa huduma muhimu kama afya na elimu, kuondoa ruzuku kwa bidhaa muhimu kama umeme, mafuta na vyakula, kuruhusu soko huria kwa kuondoa vizuizi vya kibiashara na ushindani wa ndani. Kwa maneno rahisi, walitaka serikali ziendeshe nchi kama kampuni za kibiashara. Lakini kwa mataifa maskini, ambapo wananchi wengi hawana ajira wala kipato cha kutegemewa, masharti haya yalileta maumivu badala ya nafuu. Katika kipindi hicho, serikali nyingi zilitumia asilimia 30 hadi 60 ya mapato yao ya ndani kulipia madeni badala ya huduma za kijamii. Walikopeshwa fedha nyingi kwa miradi iliyokuwa ya kifahari, lakini isiyoendana na mazingira ya ndani. Wataalamu wa kigeni waliongoza miradi mingi huku wakikosa uelewa wa hali halisi ya wenyeji. Matokeo yake, nchi maskini zikalazimika kukopa tena ili kulipa madeni ya zamani, hali iliyojenga kile kinachojulikana kama mtego wa madeni. Ni kweli kwamba Benki ya Dunia imefadhili miradi ya barabara, zanati, shule na umeme vijijini. IMF imechangia kudhibiti mfumuko wa bei na nakisi ya bajeti katika nchi kama Ghana na Kenya, lakini changamoto kubwa ni kwamba miradi mingi imekuwa ya muda mfupi isiyoendelevu. Sera nzuri za kiuchumi hazijatafsirika kuwa maisha bora ya wananchi. Masharti ya kifedha yamepunguza uwezo wa serikali kusaidia wananchi wake moja kwa moja. Kuanzia mwaka 2010 hadi sasa IMF na Benki ya Dunia wameanza kujionyesha kwa sura mpya. Wanasisitiza ujumuishi wa ukuaji, yaani inclusive growth. Wanaongeza misaada kwa sekta za afya, elimu na mazingira. Wanajitahidi kushirikiana na sekta binafsi na mashirika ya kiraia. Hata hivyo, wakosoaji wanasema masharti bado yapo, ila sasa yamevaa mavazi mapya ya maneno kama fiscal discipline. Good governance na structural reforms. Nguvu ya uamuzi wa ndani ya taasisi hizi bado inashikiliwa na mataifa tajiri hasa Marekani ambayo ina kura nyingi zaidi kuliko nchi maskini zote pamoja. Lakini pia wapo viongozi wa Kiafrika wamewahi kuonyesha kutoridhishwa ikiwemo Julius Nyerere. Alisema sisi tulikopa pesa tukafilisika sasa. Wanatuambia tuuze mashirika yetu yote kwa bei wanayotaka wao. Thomas Sankara wa Burkina Faso alisema, madeni haya ni chombo cha ukoloni mpya, tukatae kuyalipa. Japokuwa jawabu ya maswali haya si rahisi, lakini ukweli ni huu: IMF na Benki ya Dunia wamechangia maendeleo fulani, lakini pia wameathiri uwezo wa nchi maskini kujitegemea Wameleta mitaji lakini wakachukua sera na uhuru wa maamuzi ya ndani. Wameondoa umaskini kwa namba, lakini si kwa maisha halisi ya wengi. Kwa hiyo ni marafiki wa tahadhari, wa kushirikiana nao kwa akili nyingi, kwa sababu si maadui wa wazi, lakini wana ajenda inayotanguliza masilahi ya waliowaunda. Kama si IMF na benki ya Dunia, Je, Afrika inaweza kujijenga kwa njia gani? Kwa kutumia rasilimali zake, maarifa yake na ushirikiano wa kweli kati ya mataifa ya kusini. Nini maoni yako? Mimi naitwa Ananias Edgar.